Unapokuwa mtumishi wa umma haijalishi, huko nyumbani au huko ofisini, as long as umeshateuliwa au umeajiriwa kama mtumishi wa serikali. Utumishi wa serikali unaanzia unapoingia ofisini na kutoka na pale, unapoingia ofisini na kutoka na unaisha? Sasa hapana, wewe ni mtumishi wa serikali mpaka hapo utakapokuja kustaafu. Lakini pia bado, ukistaafu, bado unaendelea kuwa mtumishi wa umma kwa sababu kuna vitu ambavyo unapaswa Sawa? mm -hmm. Naomba tufanye kazi kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu, tuzingatie mafundisho yote. Sawa? tuangalie maadili ya utumishi anasemaji tuyafuate. Sawa? tusiwe na tamaa ya maisha tukajikuta tunaingia kwenye vitu ambavyo vitakuja kukuharibia kazi yako, tamaa za ajabu ajabu, wizi ofisini na nini, yote tu. Nadhani vyote ambavyo mwafu vimefundishwa, vimesitiza hivi Sawa, jamani? Na sisi kama wizara kwa niaba ya katibu mkuu ambaye yuko safarini ila alisema ataona siku yote anapokuwa virudu, tutahakikisha kwamba kila mtumishi ambayo tumemwajiri wizarani, sawa, atapata haki yake, yake sheria, kanuni, na stahiki yake kwa mujibu wa sheria ya kanuni na taratibu hakuna atakayeonewa wala hakuna ambaye atakayependelewa. Sawa, jamani? Tunaamini sisi kama Chuo cha Utumishi wa Umma ambao tumepewa mamlaka haya ya kuwapitisha katika mafunzo ya awali ya watumishi wapya, mtakwenda kuwa watumishi ambao mtafanya kazi iliyotukuka kwa ajili ya kujenga taifa letu la Tanzania. Zaidi ya yote tunawashukuru sana wizara ya Viwanda, tunaomba tuendelee kushirikiana. Asanteni sana, karibuni chuo cha utumishi wa umma. Kwa uzito wa kipekee kwa namna walivyo treat najua wenzetu ni watu wanafanya vitu nyeti sana lakini wametutreat kama watoto wao, wametuelekeza kwa upole na nadhani tutajifunza tuta zaidi. Kwa hiyo ndugu washiriki, kama inawezekana, tuwapigie makofi matatu haya, tupashe pashe pashe pashe. Choma tena, tena. Na washukuru sana.